Ndani yake kuna kheri nyingi na kuna ujira mkubwa na kuna fadhaili nyingi zilizotajwa, na kuna mambo maalum yanapatikana katika kumi hilo. Miongoni mwa mambo hayo, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akikithirisha zaidi kufanya amali njema kuliko katika siku nyingine isiyokuwa katika kumi hili.

muhimu sana katika hili mtu kupata faragha ya kumdhukuru Mola wake, wake. Na ni kumkumbuka Mola wake akayakumbuka madhambi aliyoyafanya anayoyajua na asiyoyajua ya siri na ya dhahir, akapata faragha hiyo. Kwanza ni jambo linalotakikana kwa kila mwenye akili timamu. Pili, kukaa faragha huko peke yake ni ibada walipwa, na faragha hiyo haiwe isipokuwa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, na bilkhusus katika misikiti yenye kuswaliwa Ijumaa ndani yake, almasjidul jamii, msikiti ambao hupatikana swala Ijumaa ndani yake, ndipo mahali ambapo watakiwa ukae hiyo itikafu ka tafuta kipembe chako na faragha yako kwamba weka azma kwamba mimi ana nia kwamba hapa mimi niko kwa ajili ya ibada. Inaitwa itikafu, na kuna adabu zake na taratibu zake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilifanya hilo, akipata faragha anakaa msikitini, kumi lote la mwisho anakaa faragha msikitini kwa ajili ya ibada. Tafauti, tafauti. Na ibada ziko aina tofauti tofauti, moja ni hiyo kukaa faragha na kuyatafakari madhambi yako na kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, kukithirisha swala, kukithirisha kusoma Qur'an, adhkari aina mbalimbali mbali. Na unajitenga na maneno ya watu, hakuna mazungumzo na watu ila yale ambayo hayana budi limekuja jambo la dharura nyumbani au kuna kitu fulani utaelezwa, basi, hakuna mambo ya stori na vijiwe, unatakiwa upate fursa hiyo. Tunajua mambo ni mengi, maisha yamekuwa yanatupeleka mbio, lakini siku kumi tu pengine zikawa tisa, huwezi kupata faragha hiyo, na pengine katika jambo hilo ikawa ndio sababu ya kufunguliwa wewe katika maisha yako ya hapa duniani na akhera. Allah akafungua milango ya kheri kwa hiki kitendo unachokifanya, si udaruweshi kwamba ah, yeye kakaa msikitini tu kule. Si kukaa tu msikitini, hii ni i'tikaf. Watu wakufunga safari bwana, kwa gharama kubwa, wakatoka nchi mbali mbali, mabara mbali mbali, wakaelekea katika miji mitakatifu ya Makka na Madina kwa ajili ya itikafu. Sisi hatuna uwezo wa kusafiri tukaacha miji yetu tukaenda huko, lakini misikiti tuko nayo. Tukaeni katika misikiti yetu, tufanyeni ibada. Twaweza tukapanga mambo. Si una shughuli wewe, shamba lako la kushughulisha, mifugo ya kushughulisha, kazi fulani ya kushughulisha? Si ukisafiri pia sia waachia watu au usafiri wewe, ukijiwekea utaratibu, waweza

fi dunyahum wla ukhrahm yasharuna mudham llayali fillahwi lbatil, kwa hakika ni katika alama ya kunyimwa juu ya kheri na hasara kubwa ambayo haiwezi kufidiwa ni kuwaona watu wengi katika waislamu wanazimaliza siku hizi nyakati hizi zenye thamani kwa mambo ambayo hayawanufaishi. So, sio sema una shughuli wewe, mbona umekaa maskani wazungumzi? Hili ndio jambo la ajabu. Unajua bwana maisha laivi, lakini kwa masikani umekaa kijiweni wapiga wapiga wapiga fujo. Si wewe unasema maisha leiti? Kama ingekuwa ule udhuru wa kutafuta maisha tunaotoa ili tusisome na ili tusifanye ibada nyingine mbalimbali, leiti udhuru ule ungekuwa ni wa kweli tu ufanyia kazi basi hizi nchi zetu zingekuwa ni katika nchi zilizoendelea duniani kwa kiwango cha juu kabisa, kwa sababu watu wake hawatoki mchezo kwenye kazi katika kutafuta maendeleo, lakini urongo, waongo, wow! wakubwa waongo. Mamaliza mambo yenu kwenye mipira, mamaliza mambo yenu katika stori za mitaani na barabarani huko, na mambo ya kipuzi. Mamaliza mambo yenu katika musalsalati, na hasa hasa katika hizi simu smartphone. Mtu akishaweka akishajiunga bando lake pale na kila kitu, basi kukitandania ataperuzi tu katoka huku kaingia huku katoka huku, akitoka Twitter anakwenda siju wapi, katoka huku hivyo, umri waisha. Pengine ni mtu mzima, mvi zishamjaa, yeye na Instagram, Instagram. Watafuta nini wewe? Babu babu, watafuta nini huko? Mauti atakujia katika hali hiyo, wewe. Mauti atakuja hapo katika hali hiyo, watafuta nini huko? Au una thamana kwamba utamaliza mambo yako alafu baadaye hey, utaleta tauba Angalia wakati ulionao ni wakati mdogo sana. Sasa mtu anaweza akawa haendi maskani wala hazururi mtaani, kajifungia, lakini kumbe yuko kwenye ulimwengu mwingine kabisa, na simu yake ni fitna kubwa kabisa. Sasa ittaqillah ya Abdullah. Kumi la mwisho hili limeingia, na pengine mtu akakaa msikitini, yuko msikitini amekaa, lakini yeye yuko kwenye anaperuzi katika mitandao ya kijamii huko, tafuta nini? Si kwamba labda kuna fatwa anaangalia asemaje Ibn Baz, kasemaje sia Ibn Hajar, kyeo na vitu vingine na vitafuta vya kipumbavu tu havina faida yoyote, na yuko msikitini au yuko kichochoroni amekaa au nyumbani kwake au ofisini kwake. Wallahi utaulizwa kuhusiana na neema hii uliyopewa. Ndugu zangu katika imani Fursa tuliyopewa ni kubwa sana, letu tungekuwa tunajua sasa. Tujitahidini, kama huwezi kukaa kumi lote, basi kaa siku tatu, kaa siku moja. Ukipata fursa, njoo kae msikitini, mchana kutwa na usiku wake, soma Qur'an. Kila ukipata fursa, ingia msikitini. Fursa ukiipata, badala ya kwenda mahali fulani, nenda msikitini, kakae, soma Qur'an. Moyo wako ufungamanishe na msikiti kwa kiwango cha juu kabisa. Hii ndiyo kheri